Ni mwendelezo mwingine wa vikao vya bajeti jijini Dodoma ambapo leo tarehe nane ya Mei elfu mbili na ishirini na tano. Ni uwasilishwaji wa bajeti ya Wizara ya Maji iliyoomba zaidi ya trilioni moja akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Maji bungeni jijini Dodoma, waziri mwenye dhamana ya wizara hii Jumaa Aweso amesema serikali inajivunia kuona zaidi ya wananchi milioni thelathini na nane wa vijijini wakipata huduma ya maji safi na salama. Nilipongeze Bunge lako tukufu kwa maamuzi ya kuanzishwa kwa wakala wa maji vijijini, Ruasa, kumejenga miradi elfu tatu mia tatu na sabini na tisa na kupeleka huduma ya maji katika vijiji elfu kumi mia tano na kumi na saba kati ya vijiji zaidi ya elfu kumi na mbili mia tatu na kumi na nane Ruasa imefanya mapinduzi makubwa katika kujenga na kuboresha huduma ya maji vijijini hmm. hata hivyo waziri Aweso hakusita kugusia mafanikio mbalimbali pia yaliyoweza kupatikana katika maeneo ya mijini Mheshimiwa Spika baadhi ya miradi iliyokamilika ni awamu ya, ya kwanza ya miradi kama vile katika jiji la Arusha zaidi ya bilioni mia tano na ishirini kutoa maji ya Ziwa Victoria kwenda miji ya Tinde na Sherui, mradi wa ujenzi wa mfumo wa kutibu maji katika mji wa Bunda, mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji Butimba, mradi wa maji Kiaka Bunazi mkoani Kagera, mradi wa maji katika mji wa Okasmet, mradi wa maji Dareda, Singu, Sigino na Bagara mkoani Manyara, na miradi mia mbili kumi na nane chini ya mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na pambano dhidi ya uviko kumi na tisa. Mheshimiwa Spika, Waswahili husema usione vyaelea ujue vimeundwa. Wakichangia bajeti hiyo, licha ya kutoa pongezi kubwa kwa wizara hiyo, baadhi ya wabunge walishauri serikali kuongeza zaidi fedha katika bajeti ya wizara ya maji ili iweze kutimiza malengo yake ya kufikisha huduma hiyo nchi nzima. Kwa mfano tumeona umeandika maji kutoka bonde la mto Rufiji kupeleka mikoa ya Lindi na Mtwara, hiyo itakuwa imesaidia sana kuunganisha. Tunafahamu maji ya uh, ziwa Victoria yatakuja mpaka Dodoma, lakini kwa upande wa kusini basi kuwepo na hii ya mto Rufiji ikiunganika na ile mto Ruvuma. Kwa hiyo kwetu kwa kweli tutakuwa na sisi maji mwemwele mwemwele, na kimsingi ile ya maji mwa ile mwa, Mheshimiwa naibu Waziri, usidhani kama nikizugua kile ni Kimakua. Kwa hiyo tunaomba sasa na hilo litekelezeke maji mwa mwa mwa. mwa. Hicho ni cha kwetu kabisa, lakini tunashauri kwamba bado kuna wigo mkubwa wa kupata fedha zaidi nje ya mfuko mkuu wa serikali na wameshaanza kazi ya kufanya maandiko na sehemu kubwa wamepata fedha, na pia hizi fedha zinafanya kazi ya mzunguko kuwezesha mamlaka za maji kufanya shughuli zake. Kwa hiyo hii nayo ni nyenzo ya kuendeleza mapinduzi ambayo tumeyapata. Lakini jana wakati tukizungumza na viongozi hawa wa DAWASA walitufahamisha kwamba mipango ya awali ilikuwa bwawa hili likamilike Juni 2026 lakini kutokana na, na fedha kupatikana kidogo kidogo cash flow, na kwamba kwa kuwa tunatumia fedha za ndani yawezekana tukaenda mpaka ishirini ishirini na saba na, na pia hiyo ishirini ishirini na saba itategemea sana upatikanaji wa fedha, lakini nilipata faraja pale walivyosema kuwa wao wameanzisha mazungumzo na benki ya TIB na benki ile inaonekana iko tayari kuweza kutoa fedha kwa minajili ya kuweza kusaidia bwawa hili liweze kukamilika kwa wakati. Sasa, pamoja na hayo, tume ya mipango imekubali huu mpango, wameukubali sasa hivi hoja hii iko wizara ya fedha. Sasa nawaomba serikali, naiomba wizara ya fedha na nakuomba mheshimiwa waziri, endelea kuwa king'ang'a king'ang'a, maana yake king'ang'anizi, endelea kuwa king'ang'a ili hizi fedha ziweze zikatoka, kwa sababu ni mkopo ambao TIB wameukubali. Hatuna haja sasa ya kusuasua, kwa sababu tukitegemea hizi fedha kidogo kidogo, hakika hatutafanikiwa, na Dar es Salaam inakuwa na inahitaji maji. Endelea akufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, X, Facebook, TSM, ni zaidi ya habari. Mimi naitwa Kulthum Ally. <mucho>